Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Nabii Joshua, ni rais wa baraza la mitume na manabii Tanzania. Niko hapa kuomba kwa ajili ya nchi yetu. Ukiangalia miaka hii mitatu ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan Kitazama ni miaka ambayo imezaa furaha kubwa sana kwa wananchi wa Tanzania, na jambo hili ni la kumshukuru Mungu. Hata mshikamano wetu wa kitaifa unaashiria kwamba Mungu amempa kibali mama yetu kuongoza nchi yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa unyenyekevu mkubwa tunamwombea mama. Amekuwa mzazi mfariji, na amelionyesha taifa letu uzalendo wa mwisho kabisa anaopaswa kuwa nao mtu aliyetoka kwa Mungu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuombea wewe kwa sababu wewe ndio mtendaji mkuu na mkuu wa baraza letu la mawaziri umekuwa mtu wa pekee sana kwenye nchi yetu. Nchi yetu kwa kipindi cha uongozi wako imepita kwenye mambo mengi, lakini umeendelea kuwa imara na umeaminiwa kuwa kiongozi kwa vipindi tofauti na viongozi wa juu tofauti. Hiyo ni neema Mungu amekupa, tunakuombea hiyo neema izidi na kuongezeka zaidi. Zipo ishara nyingi, nikimwangalia ndugu yetu Nasibu wanavyoshikamana na ndugu yetu Malisa kama Paulo na Sila, hili ni jambo la kimuujiza, na muujiza huu unatokana na kwamba roho inayotawala sasa kwenye nchi yetu kupitia mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan ni roho ya umoja wa kitaifa. Mtoko wa Pasaka, March 31, 2024, The Superdome Masaki.